Mdogo wangu, neno hilo linigonga kama radi. Nilihisi kifua changu kinapasuka. Nilihisi damu ikipanda kichwani. Nilihisi dunia ikizunguka. Nilijua sasa hakuna kinachoweza kurekebishwa. Nilihisi kusalitiwa mara mbili, kwanza kama mke, pili kama dada. Nilihisi kama nimevuliwa uto wangu. Nilihisi kama nilikuwa mjinga wa hadithi yao. Nilihisi kama nilikuwa daraja walilovukia kwenda kwenye furaha yao. Nililia machozi ya hasira, machozi ya aibu, machozi ya maumivu makali. Nililia mpaka sauti ikakauka. Nilipokaa peke yangu, nilianza kujiuliza maswali magumu. Je, nilikuwa kipofu? Je, nilikuwa dhaifu? Je, upendo wangu ulikuwa kosa? Nilichukia kujibu maswali hayo lakini nilijilazimisha nilijua kama sitajitazama kwenye kioo cha ukweli nitabaki mfungwa wa maumivu haya lakini ukweli uliniambia jambo moja nilipenda kwa dhati na hilo halikuwa kosa hasira ilianza kunijaa kama moto nilichukia namna nilivyodharauliwa nilichukia namna nilivyonyamazishwa nilichukia namna nilivyotumiwa nilichukia jinsi nilivyofanywa kama sina thamani nilichukia kila kumbukumbu kumbu, kila tabasamu la uongo, kila ahadi iliyovunjwa. Nilihisi hasira ambayo haikuwa na mahali pa kwenda. Nilitaka kupiga kelele, nilitaka ulimwengu ujue kilichonifanyikia. Nilitaka haki, nilitaka majibu, lakini zaidi ya yote nilitaka kurudishiwa heshima yangu. Nilihisi nimeporwa kitu ambacho hakiwezi kurejeshwa lakini ndani ya hasira hiyo kulikuwa na chembe ndogo ya uamuzi, uamuzi wa kutojiruhusu kuvunjwa kabisa. Nilijua sitasahau, nilijua sitasamehe haraka, nilijua maumivu haya yatanifundisha, nilijua sitarudia tena kujifuta kwa ajili ya mtu, nilijua sitanyamaza tena nikiona mipaka ikivunjwa, nilijua sitampa mtu mamlaka ya kunifanya nijione sifai. Maumivu haya yalikuwa somo la mwisho.